Hati mpya za mahakama zimeonyesha kuwa mmoja uendesha mashtaka wa hivi karibuni dhidi ya Diddy amebadilisha ya ya kesi yake madai ya freak off kwa kuondoa majina Beyonce na Jay Z kama ilivyoripotiwa awali. Mnamo Aprili mosi, mwanaume mmoja kutoka Florida itwaye mwanzo Joseph alijitokeza kwa madai mazito ya usafirishaji haramu wa binadamu dhidi ya Sean Diddy Combs. Kulingana na nyaraka za kisheria zilizopatikana na TMZ, Joseph alidai kuwa alidhalilishwa kingono, alipewa dawa za kulevya kwa lazima na akadhalilishwa hadharani, wakati wa sherehe ya kusherekea siku ama kumbukizi ya kuzaliwa mtoto wa Diddy King Combs iliyofanyika Star Island mwezi Aprili mwaka 2015 ingawa Joseph alitumia neno freak off kuelezea tukio hilo, inasemekana maelezo yake yaendana na yale yaliyotolewa na waendesha mashtaka wa serikali ya shirikisho kwenye shtaka lao la usafirishaji haramu wa kingono. Kulingana na wao, freak off inamjumuisha Diddy, mwanamke mmoja na mwanaume ambaye anatajwa kwa mfanyakazi wa ngono. Joseph anadai kuwa alidhalilishwa na Diddy kwa kulazimishwa kuvaa kifaa cha kingono usoni na kuzungushwa kwenye tafrija hiyo ili aonekane kwa wageni. Anaendelea kudai kuwa Beyoncé, Jay-Z, LeBron James na Gloria Stein walikuwepo na walishuhudia hali hiyo wakati wa kile alichokiita freak off. Anadai kuwa alihamishwa kutoka kwenye jumba la Gloria na Emma Stephen kupitia ndake hadi kwenye nyumba ya Didi, ambapo Beyoncé alimuona na kusema hii ni nini? Kuna nini hapa? Kwa nini huyu mzungu nusuchi alivaa kinyago cha ume anasimama hapa mbele yangu? Joseph anadai kuwa mmoja wa watu wa Didi alimjibu beyonce kwa kusema Didi anataka aone tunachowafanyia wasariti, hii ni sehemu ya adhabu yake. Wakili wa JZ, Alex Pyle, aliambia TMZ kuwa bwana Carter hakuwepo Florida wakati wa tukio hilo. Alikuwa katika shughuli za wazi zinazoweza kuthibitishwa kirahisi ambazo zinaonyesha kuwepo kwenye hafla hiyo. Haya ni madai ya uongo yanayoendelea kuvuruga imani katika mfumo wetu wa haki. Sasa mbazo Joseph amebadilisha rasmi malalamiko yake kwa, ya kwa kuondoa kabisa majina Beyonce na Jay z kwenye kesi hiyo. Katika hati mpya za kisheria zilizopatikana na TMZ zi Joseph ameondoa kabisa rejelea zote kuhusu wawili hao. Hata hivyo Joseph bado anaendelea kumshtaki Didi pamoja na Emelio Estefan na Andrea English mtumiwa anayedaiwa kuwa mpitishaji wa dawa wa Didi